Eh bwana, clip yako ina trendi sana. Mama akanipa baisikeli; baada ya kupata baisikeli nikapata ndoa ya pili. Kura tu za mabalozi hata akija kugombea na Donald Trump mama anashinda. Watu wamekuwa wakiitumia vibaya klip yako kueneza maneno ambayo kwa kweli si maneno ya kizalendo. Hili unalizungumzia vipi wewe kama balozi wa chama cha mapinduzi CCM? Ah, kimsingi ni wivu tu. Mimi nilichokifanya ni kuzungumza uhalisia kwa sababu uchaguzi ni hesabu, sawa? Eh, nilichozungumza ni kwamba kura tu za mabalozi zinatosha kumfanya mama awe rais, zinatosha kumpa mama ushindi hata akigombea na Donald Trump. Sasa kimsingi tunaweza tukaprove hii kwa kupiga hesabu za kiuchaguzi mabalozi. Kila balozi sasa hivi ana familia, kila balozi akisema aondoke na mke wake kwenda kupiga kura mabalozi nchi mzima wanatosha kumpa mama ushindi. Lakini mabalozi hao wana wajumbe watano, kila balozi ana wajumbe watano. Maana yake ukijumlisha na balozi ukijumlisha na mke wa balozi, maana yake unakuja unapata timu kubwa ambayo inaenda kumchagua kwenye shina moja tu. Sasa fanya mahesabu mabalozi yao kwenye kata moja, kwa mfano kata anayetokea mimi, tuko mabalozi 28 mabalozi 28, tuna wake zetu tuna ndugu zetu ambao wanatumia zile baisikeli, lakini tuna wajumbe wetu ambao wanatumia zile baisikeli. Kwa hiyo kimsingi, kama mtu anachukulia ajenda ya baisikeli kama ni big issue kusema kwamba kijana anaiuza inchi kwa baisikeli, huo ni utashi tu wa kipumbavu. Hata katika familia huwezi kupendwa na wote. Baba, unaweza kuwa na watoto saba, lakini wakatokea watoto wawili wapumbavu wasikupende. Kwa hiyo hayo maneno yanayozungumzwa mitandaoni, mimi kwangu I don't care. Kikubwa kwamba Mama Samia tunaye na tunatamba naye, na niwahakikishie tu kwamba 29 tunatiki tunatiki, tuna tiki tuna tiki hiyo.